Ana kuongeaje hivi na wazazi wako Frank? Unajua ni mtoto wa pekee kwangu, unaoga, kula? wewe kujibu watu vibaya unajisi ni mzima? Wewe ndio Frank mwanao? Nikuue? Nikuue? Nikuue? Mimi mzimandkuaeawanaenikuwemii

No, sasa atanipataje? nimeenda mbele, afu nikarudi nyuma. Kwa hiyo nimemeteni nime miaka yangu <laughs> kaacha magari hapo nje mazuri naambwakakan kenda kapanda pipa. Unajua kuna mambo mengine mtu najitafutia kwa kweli. Kwa hiyo wewe asiye umjui shangazi alivyo, yaani wewe siku zote umjui shangazi alivyo mpaka leo. Huyo huyo huyoas ndo mzuri huyo huyo as huyo huyo ndo atasaidia wewe hapo, yaani wewe hapo ndo atakao kwanza kunifukuza wewe Uyo bwana sibuwa atafuta mwanaume mwingine kuliko kuendelea ku ku ku ku kuwa na nawe mwanaume kojozi. Shangazi, am so tired. Ah, huyo tired bwana, ndo misi ndo misi alikuwa fa msa, mfanya kazi wa zamani kabisa msa, tume mtoa kwa sababu ya ukofi wake, akaniandikisha vitu vyote, yaani mpaka nguo zako wewe za mtoto zote niandikisha mimi hapa. Ni kama mimi nitavaa hivyo hivyo nguo za mwanao, mchezo mama yako mta mta mta